Tunaungana zote na wamasai tunasema, wakati umefika, umefika. Jamii ya Masai waheshimiwe. Hivi tunavyozungumza, pale Kibiko, wangapi wanajua Kibiko? Ardhi ya Masai iko Kibiko, hiyo tayari Ruto na timu yake wameanza kunyakua. Hata usiku wa kuamkia leo Masai wameshikwa hati, wamechoma gari sijui ya nani ardhi ya wa wamasai ni lazima iheshimike. Wangapi wanasema hiyo? Tutasimama na Wamasai, hata wale ambao wanajaribu mambo mengine, kuuza kampuni za serikali. Kampuni za serikali kama vile pipeline ile ambayo inabeba mafuta kutoka Mombasa kupeleka kue, kue, Eldoret na hata zingine kuelekea Uganda, hiyo ni mali ya watu wa Kenya. Tunajua bunge hivi juzi jana juzi, walisukumwa wali na bwana Ruto wauze kampuni ya mafuta. Sasa hivi tunasema hata kwa kimombo, we want any possible investor who wants to, uh, pursue, pursue expropriation of public property and they must know that once we take over once we take over, tutafutilia mbali hayo makandarasi ya wizi ya mali ya umma, vile tulikataa na uwanja wa ndege ulikuwa unapigiwa unanadiwa una, una na serikali ya Ruto. Kwa hivyo sisi tuko tayari kupeleka Ruto nyumbani. Nyinyi Wamaasai mko tayari? Wangapi wako tayari kupeleka Ruto nyumbani?